Nataka kuona mpaka kule nyuma, nataka kuona watu wanaonge mkono. Waandishi, pigeni picha ya Tabora. No Reforms! No Reforms! bila mabadiliko, bila mabadiliko. Ndio Tabora nao wamesema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimezuiwa kwa siku kumi na nne kufanya shughuli zozote za kichama na Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Zuio hilo limetokana na kesi nambari 8323 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na aliyekuwa Makamu Mwenyekiti wa CHADEMA Zanzibar, Saidi Isa na wenzake wawili ambayo imetolewa uamuzi leo na Jaji Hamidu Mwanga. Uamuzi huo umetolewa huku CHADEMA ikikosa mwakilishi wa kisheria baada ya wakili wake jebrah kambole aliyekuwa akisimamia kesi hiyo kujitoa kabla ya kutolewa kwa uamuzi akidai kutosikilizwa kwa hoja zao hatua ya chadema kuzuiwa kufanya shughuli hizo inatokana na maombi yaliyowasilishwa mahakamani hapo na jopo la mawakili wa walalamikaji ya kwamba liwekwe zuio hilo hadi kesi ya msingi itakapoanza kusikilizwa juni 24 mbali na mohammed wengine ni makamu mwenyekiti mstaafu wa chama hicho ahmed rashid khamis na Maulida Anna Komu waliojitambulisha kama wajumbe wa bodi ya wadhamini. Katika kesi hiyo ya madai namba 8323 ya mwaka 2025, wadai wanaiomba mahakama hiyo itamke na kuamuru amri za kutaka kuwa wadaiwa wamekiuka sheria zinazohusiana na vyama vya siasa na katiba ya chama hicho. Wamechukua hatua hiyo na kuomba mahakama iamuru na kutamka hivyo, akidai kumekuwa na mgawanyo usio sawa wa mali za chama na rasilimali za kifedha kati ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Pia, wanadai kuwa kuna ubaguzi wa kidini na kijinsia pamoja na kutoa maoni na matamko yaliyo na nia ya kuvuruga muungano kati ya pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na lazima tushughulike nao na makamu mwenyekiti amefika.